Movie yetu inaanzia kwenye baa moja hivi, tunamuona mshikaji mmoja anaitwa Stanley yuko anamwangalia mlimbwende ambaye anakata maua vibaya mno. Sasa basi, kabla tujaendelea, naomba uweze kusubscribe channel hii ya Kanoni TV, basi ili uweze kupata kila recap ambao nakuwa naifanya kila siku iendayo kwa Mungu, basi ili uweze kupata recap hizo, uwe mmoja wa familia ya Kanoni TV kwa kusubscribe tunamuona mselahuu baada ya kutoka kwenye ileba, anamfuatilia yule mlimbwende na kuchukua uh, wasaa kidogo nae, kisha sungumzo, anamua, uh, lakini kabaajaondoka mhibhuu so alafu anamwangalia kisha nampea e, mawasiliano ili waweze kuwasiliana wakati mwingine. Ile kabla ja aondoka hivi anamtoa bwana, mbona anakupigia alafu ipatikane na hela yangu umesha kula na kuaje? Kwa hivyo umeshimele hela yako nimesha kula, lakini sio kwamba ndo nitakurudishia. Na namba yangu nimekupatia, na hata ukinipigia, ukinitumia message siwezi kukujibu. Akaondoka na siku ikaisha namna hiyo. Ah, wakati kidogo ulivyopita tukamwona tena Beki mlimu huyu ameenda nyumbani kwao na Cosmos, basi kwao na kina Cosmos, tunamwona Cosmos alikuwa yuko na kula chakula cha bibi mkubwa wake, lakini ila nafika tu huyu binti anaitwa Becky anaamua kumpatia chakula kingine na kuanza kula, lakini mshikaji ni kama ha, ha maandishi zile pigo za Yudema tunaelewa, anapewa chakula lakini bado hakubali kabisa ile namna ambavyo anapata ile kea ya ule binti, kwa sababu mshikaji hakubali hata kidogo. Ma, masaa anakwenda wanazungumza hapa na pale, lakini mshikaji kama anafosofosiwa na mkana mkataa, lakini binti hataki kutoka. Si unaelewa zile ah, nyakati zinavyoenda enda, basi akaamua kupotezea na kusepa. Siku zikasonga bwana, siku moja hivi asubuhi asubuhi e, Sara e, mdogo wake na Becky alikuwa yuko pale ofisini kwao kwenye ile baa yao, anafanyafanya usafi ya anaanza kufungua hivi biashara, inaingia simu, anamwambia bwana anapigia simu asubuhi asubuhi, anaandaa andaa ya safari yake. My son you have to go, uende lakini urejee mapema. Vijana wa hovyo wamekuwa wengi sana huko mtaani, usijokapata matatizo na wewe, ndio mwanangu wa kiume Muda kidogo tunamuona Beki anaingia mjengoni baada tu ya mshikaji Cosmas kutoka, anamwambia mama mkwe, eh, mume wangu yupo, nimekuja kumuona mume wangu vizuri mama. eh, binti ya ajabu, ajabu. Eh, ah, mama mkwe akapigwa busu moja, matata sana. Mama mkwe alilalamika sana, kaongea sana, mabinti siku hizi si mnakuaje? Napiga busu ni mama mkwe wako alafu kama mimi sielewi mpigo zako hizi. Becky hakujali hili wala lile, akamuita mama mkwe, akaingia ndani akamwambia nipe kazi. Mama mkwe akaanza kumwangalia binti yake, bwana binti anafanya usafi, anajituma vibaya. Na sababu binti ana force penzi kwa mtoto wa bimkubwa, lakini mshikaji pia hamwelewi. Yeah, tha, unajua kwa namna fulani mabinti akikuelewa anakuwa na force, alafu mshikaji kama uelewe. Na namkaushia dakika kadhaa hivi, ah, mshikaji asirudi tena kule. Anafika nyumbani na kuta nguo zake zimefuliwa, afu ashamwambia gabi mkubwa, usinifulie nguo. Anamwambia mimi sikufulia nguo, nimekufulia mwanamke wako ambaye anakukubali, yuko ndani. Becky anatoka na kuja kumkomatia mshikaji, mshikaji anamkataa, ila anamkataa. Wanaendelea kuzungumza na bibi mkubwa, eh, na mwana mwambie bwana, Beki ni mtu mzuri, ni mtu ambaye anakuja nyumbani ananiliwaza, ananipa kampani wewe unapokuwa hakupo, na ukizingatia mimi nakuwa mwenyewe hapa nyumbani unapokuwa huko masomoni huko, mimi nakuwa niko mwenyewe hapa, nabaki peke yangu. Kwa hiyo siwezi kubaki peke yangu nyumbani alafu nakosa hata mtu akunisaidia saidia. Mimi nitakupatia mtu, nitakuja, nitakuleta mtu hapa aje kusaidie, nitakuajiria mtu mwingine aje kukusaidia, lakini sio huyu mwanamke, mimi simkubali. Akabidi kuondoka bwana, siku zikasonga siku nyingine tena asubuhi asubuhi, wako kwenye biashara yao Beki na, na, na mdogo wake eh, mdogo wake anapigiwa simu na mshikaji Stan. Anamwambia bwana, wewe usinitafute tena mimi eh, na hii namba yako na block. Ila kabla ya block namba, mara ghafla naingia muamala 5000 naira, ila anatumiwa naira 1500 kwenye simu yake. Basi wakachachaa. So, unajua mabinti na pesa pesa, ukishagusha okay, mipunga tu basi. Mademo squeeze eh, lazima walegeze chuma basi mademu wakaregeza chuma wakaanza ku, kuzozana pale, akamwambia bwana, nigawie na mimi nigawie na mimi. Kwa sababu mimi ndo nilikupa namba hii e, namba ungeipataje? Kwanza nilikwambia hii block, hoja block tena kuaje bana. Siku zikasonga zikaenda, mapenzi yakaanza e, kila kukicha, salamu nyingi, mapenzi mengi, wanawasiliana hapa na pale, miguu juu, si unajua mapenzi kiwa mapya, tena mapenzi yenyewe kwenye simu kama unavyojua e, unakumbuka kipindi kile unasoma unasomasoma shule kimpigia binti mmoja hivi kama kwa boyzini, afu yuko girlzini, narusharusha miguu mara umeweka mguu kule na hivi na vile. Siku zikasonga, siku nyingine tena asubuhi asubuhi, mara ghafla Beki anaingia na bwana wake na, na yule mshikaji Cosmos kwenye ile baa yao, wanamcheki Sara na ugh sasa mdogo mtu akamuita dada yake, aa bwana, acha kumchesi mshikaji, usiendelee kumfuatilia mshikaji kama akuelewi. Ah, kwa Becky asiwake, basi aliwaka vibaya mno. Akaanza kumfokea mdogo wake, wewe unachukuliaje? Kwanza nani alikuita uje kwenye meza? Mimi nikuja nyumbani kwangu, afu uje unaanza kupata miosho yako. Na ile anaitaka akaichukua pesa kasepa, ila amesepa. Dakika chache hivi anakuja kumuona tena, tunamuona Sara ameenda kumfuata mshikaji Cosmos, ameenda kumwambia bwana, mimi mdada wangu analia Alafu mimi sipendi kuona dadangu akiwa analialia, alafu analia sababu yako wewe, sababu unajua kabisa dadangu anakupenda na kukubali kinoma na noma. Alafu kaombe si si msamaha hii channel yangu ya, ya, ya Kanoni TV, basi hakikisha una subscribe ili uendelee kuwa mwanafamilia kabisa, kwa sababu channel hii ni mpya kabisa, subscribe ili uendelee kupata taarifa zetu kila mara tu tunapo upload mzigo mwingine. Siku zikasonga bwana, siku moja hivi asubuhi eh, binti bwana akaamua kwenda tena kwa mama mkwe kwenda kumsalimia, ila ila anafika, taarifa mbaya zinamkuta Bwana mshikaji katoka kaenda zake Lagos. Amesepa Lagos? Vipi, ajakwambia? Aa, bita nasema bwana mi kwenye simu hapo, mbona hajaambia? Angekuwa meshanaambia bwana, au kama vipi, labda aniangalia kwenye simu, au utakuwa mtandao na nini na nini, si najua anajibaraguza baraguza, lakini ndo hivyo hajaagwa wala nini. Ikabidi binti aondoke kinyonge, bi mkubwa na adabu kumliwaza lakini, ah, siku ikawa imeisha hivyo. Siku nyingine tunamwona jamaa yetu Stanley toka alivyoondoka kipindi kile e, miezi sita imeshapita sasa. Anaendelea kumforce se, e, Sarah kama vipi wakutane, aende Lagos nini, wakaonane. Afu kama unavyojua mshikaji e, anavyojua mimi mshikaji nakiwasianawasina nawaa ongea akampa kuusumkai nzima kuhusu mshikaji ni mshikaji ambaye Engineer. Engineer anasoma savior, nikia, eh, masters, Kwa yuko na project fulani anaifanya na anamtaka binti aende akae pamoja wakae waendelee kuzoeana wakiwa karibu, sababu miezi ni mingi, wameongea sana kwenye simu, wakakae wayaongee. Mimi nitakuwa uh, mwenyeji wako na mimi ndo nitakuwa mlinzi wako lakini tukumbuke kwamba ile namba e, ni ya, ya Sala na Sala ndio alikuwa anaongea na Stanley. Stanley amemwalika Becky, Becky ambaye ndio dada yake. Sasa huko Msala sijua sijui itakuwaje huko town, na ndio washaingia town hapo. E, Becky yuko nini mapepe vipaya mno, kila nyumba na hesabu naambiwa 1 2 3 4 5 gorofa hili gorofa lile. Si unajua tena watoto wa kijijini akiingia mjini, kukuwa shamba kingia mjini inabidi umwekee kamba mguuni Wameingia tauni, wanafika kila nyumba naombea na hesabu mwenzake. Kasinzie hana mapepe hana mambo mengi. Ah, yule ah, binti ambaye eh, anengua nengua bwana na wigi lake lile lile li, na makeup zake ndo hizi hapa. Ah, kwa nini asiende kumwao akampa wao jingi sana akamkumbatia na kumrusha juu juu wao, wow. Wa wow, nyingi nyingi unaambiwa ah, mimi ndo nimealikwa. Wow, um, hakumwambia mshikaji kwamba yeye ni, ni fulani na mchongo uko kwa vipi, kwa bwana. Washafika kwa mshikaji wako ndani wanalaumiana bana, mbona mshikaji anaanza kumuita bebi? Ushaanza kujibaguza baguza wakati tulielewana kabisa, nikifika tunabidi tumwambie ukweli kwamba mimi ndo moja mbili tatu. Ah. mara ngapi sasa, Beki asianze tena kumbadilikia mdogo wake, na hapa ndipo mambo yanaanza kuharibika. Kwenye mjengo huu wa mshikaji Stanley, Beki na mdogo wake Sara, wanalaumiana tu Shida inakuja kwenye lugha gongana. Beki hajui chochote ambacho walikuwa wanawasiliana miezi sita iliyopita, kati ya Sara na na Stanley, na Stanley hajui kama anayewasiliana naye hapo kwa muda huu sio yule ambaye alikuwa anachati naye kila siku na kuongea naye. Kwa hiyo shughuli shughuli inaingia mchango, kila muda mambo yana lugha ni lugha gongana, vitu ambavyo walikuwa na vipanga vinaenda tofauti. Beki hajui chochote, sababu Sara na tabia tofauti kabisa na dada yake. Kwa hapa bwana, jambo linakuwa ni shida tu, vuruvuru vuru, kila siku kugombana, naambiwa wanaitana mara nje mara wavutane wauzane yani, masekeseke alikuwa mengi sana kwenye mjengo. Twende sambamba tu, kama ni mgeni nimekwambia subscribe, usikose tena mzigo mwingine baada ya huu hapa. Kuna mzigo mmoja nimeshaandaa, huo ni balaa naambiwa. Ni hatari kinoma, naoma. Natoka baada ya siku mbili kutoka leo. Basi bwana, siku zinasonga Asubui asubuhisiku moja hivi, anaamka Beki anakuta mdogo wake yuko anakula na mshikaji, aafu anaanza kulaumu, vipi, mbona mimi chakula changu hakipo? Beki anaambia, bwana wewe ni mwanamke, nenda kachukua chakula kule, na ikiwezekana ukikuta hamna upike. Bwana unaanza unaamka, unachelewa, unaanza kuuliza. Ulize na kuaje, masaa yakaenda kukaa, kuna issue ya kutoka bwana. Basi kwenye kutoka toka, akaja na wigi wake lile lile na weka pale lile, mshikaji akamwambia, bwana, hii makeup yako ya kishamba ya kutoka kijijini, bwana chana nayo cha kufanya nitakutafutia mtu wa makeup aje kurekebishia hapa, na ushauri huu ulikuwa umetoka kwa Sara bana. La, Beki kama nakatakata, lakini mshikaji akaenda kwa Maria na kamwambia, bana mi sitoki kama ujabadilisha makeup bana, mwite mtu wangu wa makeup aje kutoa toa hiyo makeup yako akutengenezea. Akachukua simu akamtwangia simu mtu wa makeup, atinde kaja kamrekebisha huyu binti bana, kama unavyoona alimrekebisha akamfanya mrembo akawa chuma vibaya matofa, na tofauti na yale makeup yake ya niambiaga, atanipa hii zawadi ya pete. Anashangaa, nashangaa kavalishwa pete Dada yangu sasa, hii mambo inakuwaje? Kabidi amfute nje bwana, bwaaa, unachukua zawadi zangu kila kitu ambacho nikipanga mimi na mshikaji toka miezi sita iliyopita. Afu wakalumbana, afu mshikaji kama kijiji wale ndugu zake wa kijijini kina uh, Cosmas na dada yake wako kwenye gari, wanamuona, anamwambia mbona huyu ni ndugu yake na Beki? Alafu mbona kama anazunguka, afa analia nini? shida walivyokuja uh, wanamwangalia Beki bwana analia na nani, hameiva uh, hayana furaha kabisa, yuko tofauti kabisa na maisha yake, asikila siku kumwangalia, angalia, akabidi amwambie bwana, Beki cha kufanya hebu ingia kwenye gari na mwingine, tutaenda kuzungumza ndani huko, wewe ingia kwenye gari gari, tutaenda kuongea huko, wewe ni mtu wa nyumbani. Wakampakea kwenye gari wakasepa. Wameingia kwenye ndinga bwana, kama unavyojua watu wa nyumbani wa nyumbani tu. Imefika nyumbani huko wamejenga mambo yalienda kwa, lakini upande wa pili kuna tunakuja kumuona mshikaji wetu uh, bwana uh, bwana Stanley yuko na huyo mwamba mmoja hivi mshikaji wake sana, wanapigapiga stona, namwambia bwana, unajua watu wawili hili mimi siwaelewi siku zinakwenda, lakini kuna vitu kama mimi sivielewi yaani yule Beki ambaye mimi nilikuwa naongea naye kwenye simu miezi sita iliyopita, ni, ni tofauti na huyu ambaye Beki ninakaa naye hivi sasa. Kwenye dada yake mdogo wake ambaye ni Sara, ndo anazo na, na mshikaji wake. Siku zimekwenda kufika dada yake anaanza kumchongea bwana, anamwambia bwana, utakuwa tu umetoka kwa mabwana zako, moja mbili tatu imeenda imerudi. Basi mshikaji akamwambia, basi kama vipi, sio natoka tu hivyo hivyo, mwalike bwana wako aje hapa hapa, nimjue kabisa, e, tufahamiane, sio kwa kupata shida siku moja nikashinda kujua. Akaenda kumfuata bwana bwana wake, kumbe ile siku alivyokaa aliyajenga mambo mengi sana, akalivomwambia bwana, dada yangu ndo ananiharibia kwa bwana wangu, bwana, alafu na unavojua dada yangu anakupenda sana. Sasa mimi nitaenda kuhakiki kama wewe ndo bwana wangu na yeye elimu ume ili, na ili, ili swala tuone kama atabadilika Kamleta paka maskani, na mshikaji akaja kampokea nini, bashasha jingi, wakakanywa waka sana, akaanza nyingi, nyingi, si, eh, ah, Beki kuwaka bwanawake tena namtaka eh. Huku Stani anamtaka vyote anavitaka, ni yani, nishoti kwamba hataki kabisa mdogo wake apate mapenzi kutoka kwa Stani wala kwa e, Cosmos kote kote, anapataka hasa e, mshikaji Beki malikuwa amekoa mambo mengi sasa hivi toka toka alivyomuona yule mshikaji Cosmos mengi yani, kwa stori nyingi, wakikaa wakikaa hivi ndani wanapiga stori na Sara

Upande wa pili tunamwona tena mshikaji yuko anapiga stori na na, na mwana, ah, si stories zilikuwa nyingi sana. Siku zimekwenda zimekwenda, lakini eh, tukumbuke kwamba uh, Becky alimfuata uh, dada yake ambaye ni ni, ni, ni Sara yule ambaye ni mdogo wake e, akaenda paka kwa Cosmos baada ya tu kwa Cosmos walivyokaa pale e, kidogo tu aa, Sara alitoka na mdogo wake na na Cosmos. Basi alivyotoka Beki aliingia ndani akamfukuta mshikaji na, na amekaa ametulia nini, akaanza kuyajenga kuyajenga bwana mshikaji, akamwambia usije tena nyumbani kwangu na hata wewe usinifuate mimi, tabia zako zote nazijua, wewe ni mieusho, akamfukuza bwana. Siku zikasonga tena Siku moja bwana, walikuwa wamekaa, mshikaji alikuwa yuko maskani hapa bwana, Stan akiwa nyumbani bwana, Sara alikuja bila kawa, anaongea naye nini, akajenga nini hapa na pale, kuongea vitu vingi sana vingi sana na ukikumbuka mshikaji a, ya, ameshaanza ku fall in love na ameshamwambia mshikaji wake kwamba mimi nimeshaanza kumwona mapenzi ya mdogo wake na Becky, kwa hiyo waliajenga jenga pale na nini, maana ghafla ah, kwa nini asije tena, mkata umeme, akakata tena nyaya pale lakini kumbuka mshikaji, kwa ameingia ndani pale tu, gafla hayuko na mzigo wa kutengeneza supu nini. Akamwambia bwana, niliambiwa umeshajifunza namna ya kunipikia supu yangu ile, ambayo kwa sababu nyinyi mpendagi sana kula supu, basi kaniandalia supu yangu. Ah, Beki ajui chochote, naambiwa chakula kila siku anapikaga mdogo wake Sara, lakini akienda ndani anasema mimi ndo nilipika. Basi akaanza kuleta kujibagalaguza pale, mara gafla akamwambia basi, kwa vipi? Ama noma, Sara aende tu akaniandalia chakula Sala basi akaangalia mzigo kwa wapi, akachukua kaenda kandaa chakula. Wakagombana ngombana pale, mara Beki akaanza kuingiza maswala ya simu, simu mpya imeenda imerudi, yani ni mchunaji vibaya. Amna hiyo binti anachuna, ah, sio poa. Siku zikasonga bwana, kila siku safari zimeshakuwa nyingi siku hizi, ah, Beki kila siku kutoka nini. Walilumbana sana hapa, akamwambia mimi naenda zangu, eh, natoka. Akamwambia wewe usiniulize mimi, usiniulize maswali, naenda zangu kwa mwanaume wangu, eh, aa, ushangataka kumfuatilia Cosmos

Kugombania mapenzi yaani ni shida tu humo ndani. Basi bwana Becky kama kawaida kaenda kwa mshikaji, hajachoka bwana, kaenda kamwambia bwana mimi moja mbili tatu. Eh, mimi nakupenda sana na siwezi kuacha na nakukubali vibaya na mshikaji na akamwambia bwana mimi wewe unazingua cha kufanya wewe ondoka nyumbani kwangu, kwa sababu najua tabia zako zote, najua moja mbili tatu ulichomfanyia ndugu yako, umeamua kumchukua Stan ambaye sio bwana wako. Becky aliamua kukataa na kabaki pale ndani kwa muda mrefu sana baadaye alikuja akarudi, lakini e, anakuja nyumbani huko akiwa amechelewa sana. Hawa wawili nao mapenzi yanaendelea kama kawaida e, kila jambo akiliongea basi hataki kuonekana kama likitokea. E, e, analiongea yeye Sara, kama alivyokuwa anaongea na mshikaji, nataka tu kuonekana kwamba a, anayeongea basi, aliambiwa na dada yake tutaona tu. Anamwambia My sister kila kitu My sister. Basi mshikaji mpaka akawa ameshamjua basi Eh, Sara kila kitu ambacho anakizungumza basi aliambiwa na dada yake. Kumbe Sara ndo yule ambaye yu alikuwa anaongea naye kila siku, lakini anashindwa ataanzia wapi kumwambia bwana, ilikuwa hivi na vile, nitamwambiaje? Acha mshikaji kama anashtuka hivi, mbona kama huyu ndo yeye, lakini mbona kama kama hivi, mbona kama mimi nampenda, alafu ah, itasitakuwaje ndugu wawili, mimi nafanyaje hapo? Tunaona kama kuna zawadi fulani hivyo alikuwa washaongeaga, alafu mshikaji kama alikuwa ameshikilia, alikuwa amepewa na Sara. Siku zikaenda Uh, no uh, ni ile ile siku uh, kabla hajarudi Sara, basi mshikaji alimwacha pale alivyokuwa amebakia sebuleni, baada ya kumfukuza kuondoka, alibakia sebuleni jamaa akaenda juu. Alivyorudi kwenye basement pale akamkuta Sara tayari, amini beki tayari ameshapika chakula, lakini jamaa akamwambia acha kujichanganya wewe, unajipumbaza tu, mimi najua tabia zako, yani ukitaka kufanya chochote usiniulize mimi maswali Nenda kajiulize ni kwanini umemfanyia vile ndugu yako, kishapata majibu ya maswali hayo, ndipo uje hapo niambie huo msamaha wako unamaanisha. Basi kuna siku nyingine basi, uh, alirudi Sara akiwa amechelewa chelewa nyumbani, anafika anamkuta mshikaji kawaka vibaya mno. Imekuaje mshikaji amewaka? Basi kumbe mshikaji alikuwa ameshajua ukweli wote kwamba hawa ndugu wawili bwana wanamchanganya na siku zote mapenzi yao yamekuwa ni uongo. Mapenzi yao yamekuwa wanadanganyana tu. Kumbe Sara ndio yule Beki ambaye alikuwa anaongea naye miezi sita iliyopita. Mshikaji alilaumu sana, alimfokea sana Sara kuonyesha kama ku, ku, ku, ku, ku, mimi e, ndio fulani Kaondoka kaenda kwa mwana wake kaenda kumwambia stori nzima ilivyokuwa. Bwana wewe usianze kupata stress, ndo mambo yalivyo, huu ndo wanaume. Kwa mnyeso tutulize mawazo, hii ndo kitu inaweza kututuliza mawazo sisi. Ni wanaume bwana, tunazidi tuna discuss mambo ya wanawake, tusipata hata kinywaji kidogo? Unajua bwana, kaenda siku moja kabitu huyu nani uh, Beki aamue tu basi achukue maamuzi toka lalivyoambia, kwamba uh, inabidi ajiulize maswali mwenyewe na majibu ayapate, afu akamwambia mshikaji wake inabidi ajiulize maswali na kuja kuomba msamaha familia hii ya watu wawili. Akamwomba Stani e, msamaha, akamwomba uh, Sara mdogo wake e, msamaha, lakini Sara alimwakia sana na kaondoka, akamwacha akamwambia bana wetu potezee, na mwamba alikuwa amemwakia sana sasa. Ile kwa hata kaenda kuongea nae, na mwangalia tu anamwacha Stani ni mbabe ba, vibaya mno kwenye swala la mapenzi, hataki kabisa kuchezewa. Sasa naye kwa sababu anampenda sana, akabidi aje kuyaongea siku moja asubuhi. Akakaa akazungumza, wakaongea kuhusiana na, na mambo yote, mchongo mzima ulivyokwenda, ishu ilivyokuwa, alivyotaka kumwambia lakini nafasi ya kupatikana Becky. Pia alikuwa ni mkali sana kwenye hilo swala na yeye anamheshimu dada yake, kwa hiyo wakaongea, wapenda nao lazima akipata nafasi ya kuzungumza, wanayajenga tu walikumbatiana, wakasameana na penzi likaendelea kama kawaida, kama unavyojua ilivyoacha kuongea na dada yake, eh, wewe endelea na mshikaji mimi naenda kwa Cosmas wangu naenda kuyajenga na mimi mshikaji mpaka atakapokubali. Ah, bwana bwana, tunamuona leo eh, Beki yuko tena kwa mshikaji amekuja kumwomba msamaha na nini, na mshikaji ameshapata taarifa, sababu taarifa zote anazipata moja kwa moja kwa mshikaji yule, lakini pia anazipata kutoka kwa Sara, kwa ashajua kwamba huyu ameshafanya kila kitu kule na vitu vimeshaenda sawa. Ay, baada ya msamaha na kukumbatiana na mapenzi anaanzia hapo. E, mshikaji anamvisha ya pete yake sasa rasmi mchumba wake ambaye ni Sara ambao mara ya kwanza alimvisha tofauti kabisa na hapa. Sasa leo kamvisha pete nyingine kabisa mpya, ile nyingine ambayo alimvisha dada yake Beki alipotezea kabisa, akaamua kununua nyingine. sio jua mshikaji ana mkwanja mwingine nene maba, akaendelea mabusu mengi mengi. huku nako bi mkubwa kutoka kijijini kaje, bwana <laughs> mama mama Cosmos yuko na mwanae eh, ambaye alikuwa anajaribu kumkataa kipindi kile lakini mwisho siku ni mcheshi na anampenda. Amekuja kuwaona familia nzima na kuja ku, e, kuyazungumza haya mambo ya uchumba kati e, e, e, ya mwanae wa kiume naye lakini, mwisho siku ni stori ambayo inatufundisha namna gani ambavyo inabidi usiwe na tamaa sana na uweze kumpa nafasi ndugu yako Wadamu, kama inatokea eh, kuna mambo ya mahusiano yanakatiza kati yenu, hakikisha tu mnakuwa mnayajenga kama familia, na tunakuja kuona familia hizi zimekwisha, kwa familia eh, marafiki eh, Sara eh, eh, na mimba na nini, maisha yanaendelea bwana na mzigo unaenda. Mwishoni mwishoni kabisa, kumbuka tu kwamba hii ni akaunti mpya kabisa ya, ya, ya ambayo itakuwa inarusha eh, usisahau kusubscribe.